Unatazama Uvira News TV, asante. Mimi ni Alphonse Mufariji, ninakuwa mratibu kitaifa kwa Mouvement Citoyen MC la RDC. Nikumbusha kwamba barabara ambayo tunayo leo inatengenezwa ni kitu ambacho raia ya Uvira ilililia sana, tulalamika sana kwenye maredio, tuliandika makaratasi mingi juu ya kusema kuona leo tupate barabara, na kwa siku ya leo ujenzi wa barabara unaenda kuendeshwa na tunaona kama kazi zinaenda polepole zaidi, lakini kutokana na hali ya usalama ambayo tuko nayo inatufanya tusikondane sana enterprise, kwa sababu kazi nzuri zinaendeshwa usiku. Ukikua usalama mzuri, na me kunakuwa makosa fulani kungambo ya enterprise, utakuta ya kwamba raia inalalama kusema, kusema ya kwamba kanal ambazo wanaacha, kunakuwa nafasi, maji inatoka inatoka inashuka, na presho ya mingi itakuwa wakati itaruka ile kanivo, aiza kuibomola aiza kudevie na kuingia mbarabara na kubomoa manyumba ma za ngambo ya chini. Kunakuwa nafasi, wanasema kama barabara ni ya amprise ya Transmet, kunakuwa nafasi ya iziheshimiwe, kuna na tai, kunakuwa makosa mingi mengi ambayo tunaenda tuna kuona, ndio kwa maana tuko na lomba entreprise na guvernema yetu kusema ya kwamba raia ya Uvira inasimama imara, raia ya Uvira iko determine pour que tupate barabara, kwa sababu chakadanganywa sana, na jinsi ulivyoona tulibomolewa manyumba tulibomolewa maetaji juu tupate hii barabara, na ndio kusema ya kwamba tuko nyuma na tuna tuko macho sana juu ya kusema kwamba hii barabara inaisha. Ndio kwa maana tuko tunalomba entreprise kuangalia na gani ya kwenda haraka kwa sababu mvula hii deja tushakuwa emo mwezi wa ine hii, unajikuta leo kushakuwa midundo tena mkwenda kutoka Kavivira kwenda Kasenga, kuwaweza kwenda Mlongo kwenda Kalundu, kuna kuwa tena midundo. Manake leo tangu isi mvula zita kwenda zinanyesha zinarudisha makazi nyuma ma na inatua jikuta kesho kesho yake Uvira soate barabara tunaipata kwa muda kwa retari unakuwa na karetari njio. Kwa mana tuko naomba entreprise uwe haraka, na sisi tuko tayari kwa shindikiza kwa